Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limetoa wito kwa wananchi kuzipuuza taarifa zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii zenye kichwa cha habari kinachodai kuwa kundi la uhasi la ibuka Mwanza polisi waonekana mtaani. jeshi hilo Jeshi hilo limeeleza kuwa hali ya usalama katika mkoa wa Mwanza ni shwari huku wananchi wakiendelea na, wa na shughuli zao za kila siku za kujitafutia kipato katika mazingira ya amani, utulivu, usalama. Aidha, jeshi la polisi limesema askari wake wanaendelea kutimiza majukumu yao ya kulinda maisha ya watu na mali zao kwa kushirikiana kwa karibu na wananchi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, taarifa hizo ni za upotoshaji na zinasambazwa kwa lengo la kuleta taharuki katika jamii. Imeeleza kuwa uhalifu wa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, wamekuwa wakichukua picha za askari wa polisi na vitendea kazi vyao kisha kutengeneza maudhui yenye lengo la kuzua taharuki, kuchonganisha na kupandisha chuki miongoni mwa wananchi. Kutokana na hali hiyo, Jeshi la Polisi limesisitiza wananchi kuendelea kuwapuuza watu wanaosambaza taarifa zenye nia uovu na badala yake kufuatilia na kupata taarifa sahihi na za kweli kutoka kwenye mam mlaka zenye jukumu la kutoa taarifa hizo. Vilevile, jeshi la polisi limeeleza kuwa linaendelea kuwafuatilia kwa karibu watu wote wanaoandaa na kusambaza taarifa za uongo, uchonganishi na zinazopandikiza chuki kwa jamii, kwani vitendo hivyo ni kinyume cha sheria za nchi. Hivyo usisahau kusubscribe na kutani one notification hii. Ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.